Ila hapa wilaya ya Bagamoyo ina wenyeji wakazi wa Zaramo, ina Wadoe, ina Wakwere na ina Wasikuwa. Kwa hiyo ndio makabila manne makubwa, lakini kuna watu wengi waliohamia Bagamoyo changanyiko maalum, hayo manne na wengine wengi, na wasukuma wapo, na wala wale wasukuma waliopo hapa hata kwao hawakujui. <laughs> Tushawateka tena, hawana pa kwenda huku kwetu. Huku jina la utani kwa wasukuma tunaita nyambe nyambe. Asa ngoja watokezeni. Wakati ule ujenzi wa vijiji vya ujamaa Mwalimu alikuja akafanya mkutano. Katika mkutano, anahimiza watu wajenge vijiji, waishi vijijini, wajenge vijiji vya ujamaa, isaidie kusukuma maendeleo. Mzee mmoja akasimama akamwambia Mwalimu, hatuna tabu sisi, vijiji tutajenga lakini je, wanyamwezi tutapata? Mwalimu alicheka akatoa na machozi pamoja, kwa sababu watu wetu wamezoea, wanyamwezi ndio matrekta yetu wakati ule. Sasa umepita, tuna matrekta yenyewe kabisa.